Maadhimisho ya siku ya leo ya takwimu ambayo ni Afrika kama ilivyosemwa, hufanyika kila mwaka tarehe 18 ya mwezi Novemba na yamekuwa yakilenga kuelimisha na kuhamasisha serikali na wadau mbalimbali na wananchi wa nchi zetu za Afrika kuhusu umuhimu wa takwimu na matumizi yake katika sekta ya uchumi, jamii, mazingira na katika shughuli za maisha yao ya kila siku ili kuongeza wigo wa matumizi yake ili kuinua kiwango cha maisha cha wananchi wako. Wataalamu wa takwimu duniani wanaendelea kusisitiza na kusema, kila takwimu ni mwanga unaoangaza maendeleo. Hivyo tunavyoendelea kuzitumia ndivyo tunavyoweza kupiga hatua katika maendeleo ya taifa letu. Ni ukweli usiopingika bila ya kuwa na takwimu katika nchi yako, lakini katika nchi zingine, ili kufanya ulinganifu wa maendeleo na vichocheo vya maendeleo, nchi zetu hizi zisingeweza kuwa na maendeleo yanayotarajia. Inatambua kuwa Ofisi ya Taifa ya Takwimu inatekeleza mpango mkakati wa kuboresha utoaji wa takwimu sahihi nchini. Hivyo niendelee kuwakumbusha, muendelee kuhakikisha natoa takwimu zili bora lakini vile vile tunapanga mipango na dira ambazo zinazingatia mabadiliko na makadirio ya kuongezeka kwa idadi ya watu ili itakapofika hiyo ishirini hamsini kuweze kusaidia kuyafanyia tathmini kwa lengo la mipango yenye tija na inayoleta matokeo chana kwenye maeneo yote yanayokusudiwa. Takwimu ni swala la muhimu sana katika maendeleo ya taifa lolote kwa kuwepo na takwimu sahihi inatuwezesha kutambua mahitaji, lakini pia kujua hali halisi ya, ya maendeleo tulipofikia. Lakini pia tunaona namna gani tunayo mikwamo, namna gani tuna changamoto, namna gani tutakabiliana na changamoto, lakini muono wa mbele kupitia takwimu bora na sahihi. Tunafahamu kwamba takwimu ni chombo cha maamuzi kimsingi, kinasaidia katika kupanga, kuratibu na kutathimini mipango yote ambayo inaendeshwa na, na serikali pamoja na wadau wengine. Kwa hiyo huwezi kupanga mpango wote ama huwezi kutathimini, huwezi kufanya ufuatiliaji, ni lazima uwe na takwimu sahihi. Umuhimu wa siku hii kwanza ni kuwaleta watakwimu pamoja, lakini pia kuhimiza matumizi ya takwimu. Ukisikiliza hata kaulimbiu yake, tunasema kwamba ni kuongeza ubunifu katika matumizi ya takwimu na taarifa, ili kujenga jamii jumuishi, jamii yenye haki, amani na maendeleo kwa Waafrika. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba takwimu ni misingi ya maendeleo.